Mara ya kwanza waliona tulivyoshangilia hivi wakasema eti siyo, umetushusha daraja. Sasa kama umetushusha daraja, kwa nini hapa wameshindwa kutufunga? Eh, wasipenda kujisifia vitu vya ajabu, alafu wenyewe wanapenda kutumia marefani hmm. Wanapenda kubebwa wacheze mpira kama huo, wanapocheza Mbeya City Yanga anabebwa. Eh, ujaona tatizo, walikuwa na zile faulo zile, yani ni Mungu tu, yani kwa sababuwachezaji wetu sisi wako strong, mwalimu yuko vizuri, ndio bora wameshindwa kupata matokeo Yanga. Hiki kilichotokea leo kitajirudia tena ama mmewatumia nguvu nyingi ya ngavu. Yaani sisi tunakuambia sasa sisi ndio yani ndio moja kwa moja hivyo. Tulivyo kuambia Mbeya City inapanda inapanda kwa spidi na itafanya michezo kwa spidi ndio kama hivyo mnavyoona. Sawa. Lakini wakitaka tucheze mpira tucheze mpira. Tusipende kutumia tumia eti kusema mimi nionekane nimeshinda. Cheza mpira kama huo. Mbeya City kweli? Kuna wengine waona pale wamevaa jezi zingine. Nini? Ah, wale wame kwa sababu uwanja ulikuwa umejaa wakawa amekuja kwa sehemu yetu sawa. Kwa hiyo sisi kwa hiyo, ika ika kuchanganya kwamba kwa sababu wamekuja pale labda wamekuja kutoa msaada. Sisi msaada wetu ni mwalimu. Akome akome leo mlimtia mfukoni. Kuja kabisa. Pakombe sio kwa ruka ruka tu mimi ni mpaka mwisho. Atamani kufa. Ni mazoezi ya mwalimu hayo. Hakuna upande eh, eh? Upande wa pili mimi sijui. Kwanza afu nitaka nikwambie mimi ni mwenyekiti wa hamasa. Kwa upande wa pili, upande wa pili mimi siu, siujui, ila mimi hamasa ya yangu ni kuhamasisha kama kapi... unavyoona watu wamejaa hivi elfu kumi kumi hizo zimeingia hapa. Mimi hapa, wachezaji wataenjoy. Hajapata pointi, hatujapata pointi, lakini sisi hela zetu na pointi moja moja tumegawana Ah, mimi sio nika msamea, yo mimi na msamea kocha wangu mimi. Mwonaje mali na msini? Kocha wangu mimi. Yeah. Kocha wangu mimi yuko vizuri. Na ndio maana timu kaipambania kai kwa siku chache paka iko hivyo. Eh. Kwa hilo hilo pungufu, yani dogo yani, yale yani, mapungufu madogo madogo yale. Yeah. Kufika wiki ijayo atakuwa yeah, amesha yamaliza. Yeah. Utaona timu ya Mbeya City apotiririka. Yeah. Isipokuwa tu kusiwa na wale ambao wanajifanya kama eti timu nyingine bora, nyingine sio bora. Kusiwa na mambo hayo. Tanzania, marefali wote wachezeshe mpira vizuri, kama mpira uliochezwa saizi hapa. Sio eti kwa sababu eti mimi nimetoka mkoani yeye wa pale jirani achezeshe vibaya. No, tucheze mpira, ile ndio Barcelona ya Mbeya, Mbeya City.